Siku moja rafiki yangu alinipigia simu sanane usiku, amekwama sehemu, ana shida na pesa. Nilikuwa na keshi, sina hela kwenye simu kwa muda huo. Nitapata wapi sehemu ya mpesa koo? Nikaelekezwa maeneo ya kitambaa cheupe Sinza, Dar es Salaam. Kwa kufika pale kitambaa cheupe, nikafanya muamala, kuna jamaa anauza matunda matunda Ndia, anauza hizi karanga, sijui nazi nini, anaita booster zile okay. Ziko pale yule wana, wana, wana so, dada, aaa, kila mtu anayekuja hapa anamfuata yeye tu Mi nikawa curious kujua ni kwa nini wanasema, yule ana bahati, wanaume wote wanaenda kutoka naye. Wanasema kila wakitoka hapo lazima wakapate wakapate hela, kwa yule dada ana kismati. Kwa hiyo watu wanafatana kwake kwa sababu yule dada ana nini, ana kismati. Wakanambia we, kaa hapa, utaona kila anayeenda anamfuata yule. Na kweli nikakaa pale, nikaona flow ya watu kwenda kumfuata yule. Sasa baadaye mimi nikachunguza zaidi ni kwa nini hiyo story imetrend ya yule dada. Kumbe yule dada yuko mbele ya muda. Anawapa posho wale jamaa kwa kutengeneza ile story kwa sababu kile kijiwe watu wengi wanakaa. Kwa kinachofanya watu wamfuate yule dada sio kismati. Story za hawa jamaa wauza wauza matunda. Kwa wale jamaa wanapokuwa wanamzungumzia yule dada, wewe ukikaa, automatically wewe unakuwa na ile curiosity kwamba eh, hivi ni kweli? Eh, hey, kama ana kismati, ngoja na mimi nikajaribu nione. Kwa hiyo watu wakawa wanaenda wanaenda wanaenda wanaenda. Kwa hapa tunajifunza nini? Ni creative ways za kufanya marketing. Dada alisoma saikolojia ya wateja wake kwamba ni vitu gani ambavyo watu wanahitaji from a physical level, mind and spiritual level Maelewa? Kwa kimwili wanataka nini physically, lakini kiakili wanataka nini lakini cha tatu spiritually pia wana, wanataka nini? Kwa hiyo alijua. Kwa somo tunaolipata hapa ni kwamba katika biashara yoyote hakikisha unawajua wateja wako vizuri, jua mawazo yao ni yapi, hisia zao ni zipi, mitazamo yao ni ipi, na wanaamini nini au wanaamini katika nini? Umeona? Kwa hiyo yule dada nilijifunza kitu kikubwa sana kuhusu marketing campaign. Hakuna mtu angegundua kwamba wale wanazungumza pale wamelipwa kwa hiyo pale, kwa sababu ni population ya watu wengi. Kwa hiyo ukikaa na ukiwa mgeni, wanakujua kwamba huyu ni mgeni, hatujazoea kumuona hapo. Kwa hiyo ukifika tu mgeni, ile story inaanza automatic. Kwa hiyo watu wanakwenda wanamiminika, na wanaamini kweli kile kitu kinatokea, kumbe ni mbinu ambayo yule dada amewabiti wenzake wote pale. Kwa hiyo wenzake sijui wanavaa sana, wanafanyaje, na yeye wala hana muonekano wa kutisha. Aligundua, muonekano mimi kwangu sio issue sana, kuna watu wana muonekano bora kuliko mimi. Lakini nini mimi naweza kuibuka nacho? Kumbe mimi naweza kuja na approach ya tofauti nikatumia hawa jamaa kama marketing. Kwa wale jamaa, kila akitoka anawakatia posho kao, kwenye elfu kumi anawapa buku, kwenye elfu kumi anawapa buku ko, na wao wanaipiga ile stori vizuri Kwa Nadhani umepata kitu eh, kwenye mawazo pesa. Unaweza ukaitumia hiyo, ukafanya research kwenye soko lako, halafu ukaangalia namna gani unaweza kutumia direct au indirect way kukampaini product au services zako. E bwana, mawazo bila pesa ni ndoto tu. Subscribe YouTube sasa hivi kwa mawazo pesa, fikra inayolipa.